Inaturudi tuwa tukijifunza sana kiasi, kwa kuwa mtu akishashika kiasi atakuwa amejisogezea mambo ya Mungu, angalisho ili tusije tukapata magonjwa kupitia sukari, wakati Mungu aliumba sukari ambayo hitatuletea magonjwa. Shauri kidogo kwa kweli, siku hizi zini za mwisho kwa watengenezaji wanaotusikia kizani, mnajua kwamba tuko katika siku za mwisho, mujihadhari na kuharibu kiasi, kwa kuwa yule ambaye atampenda Mungu ni yule ambaye atashika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hey, jambo wasikilizaji mnaotusikia kwa majina, wananiita Baraka, ikiwa mtengenezaji anayekubali mwisho na matengenezo, tunataka jifunza fundisho ambayo inatwambia kiasi katika uamsho wa kiroho. Kwa kweli, siku hizi watu wameharibu kiasi wakati kiasi ni agano Mungu aliyotupatia, inatubidi kushika kiasi, kwa kuwa kiasi ni mojawapo ya amri Mungu alizoacha duniani. Inashika mkono wa kuume wa ujumbe wa malaika watatu ikiwemo na kinganga pia, lakini sisi tutagusia tu kiasi. Tutasoma mkitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na sita, panatuambia hivi: Hamujui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu yeye, kwa sababu hekalu la Mungu ni takatifu, na ninyi ni hekalu hili. Hii kitabu kinatuonyesha ya kwamba mwanadamu ni hekalu la Mungu. Kila mwanadamu ambaye ataharibu hekalu la Mungu ataharibiwa pia na Mungu kwa wasikilizaji mwingine mwenye atapenda verse hii ataingia mu kitabu tu kya Wakorinto, aone sura ya sita mstari wa kumi na kenda abda ubie en Korintie 6 verse 19. Ziko mbili zenye zinataka kutanana pamoya njozii bo tutaingia msije tu sasa, tutaona mwa kitabu kya ukweli wa sasa. Hiki kitabu kinaeleza mafupi juu ya kiasi. Kwa hiyo inatubidi tujifunze kiasi, kwa sababu kwa siku hizi watu wengi wamesahau kiasi. Wakati hakuna mtu ambaye hana kiasi ambaye atapata ufalme wa mbinguni. Kila mtu ambaye atashika kiasi ndiye atakayepata ufalme wa mbinguni kweli, kwa sababu Adamu na Hawa kitu kilichowashinda katika shamba la Edeni ni kuvumilia kula tunda. Inatubidi tuwe tukijifunza sana kiasi, kwa kuwa mtu akishashika kiasi atakuwa amejisogezea mambo ya Mungu au mamambo ya roho. Tazungumzia vipengele viine tu, tutie na tiba kisha tumalize, hatutakawa. Hiyo ni kitabu cha ukweli wa sasa, peji yake ya makumi mbili na saba unarukia unaingia kuya makumi mbili na kenda njoo kwenye utapata hiki kipengele, kitabu cha ukweli wa sasa. Kipengele cha kwanza kinatuambia, kinatuonyesha ubaya wa kutumia sukari za viwandani. Hizi sukari watu wanazozizoea si sukari nzuri. Kia kwanza kina, zinaleta magonjwa ikiwemo magonjwa ya moyo. Watu ambao wametatizwa na moyo wajiangalie sana, si vema kwao kula sukari. Inaleta pia magonjwa ya kisukari. Kwa, kwa usemi tunazoea ita diabeti. Inaleta magonjwa ya kisukari pia, inaleta magonjwa ya mishipa. Watu ambao wametatizwa na mishipa mchunguze sana katika milo yenu, kama hamkutumia sukari. Inaleta wa magonjwa ya meno. Meno ni magonjwa mabaya sana, kwa kuwa mtu ambaye meno inauma anaezienda hata na hospitali. Tujihadhari sana, tuwe tufanye angalisho ili mm -hmm. Tusije tukapata magonjwa kupitia sukari, wakati Mungu aliumba sukari ambayo itatuletea magonjwa. Kwa mfano sukari ambayo inapatikana kwenye miwa, inapatikana kwenye matunda, tunapasha tumia ile ile, ndiyo sukari ambayo itatuletea afya. Inaleta magonjwa ya uti wa mgongo, kwa wenyewa, hiyo uti wa mgongo ni kolon vertebrale. Colon vertebrale inatatizwa sana kwa sababu ya kula sukari inaleta magonjwa ya mifupa, inatatiza mifupa kabisa, magonjwa ya hasira na. Muangalie watengenezaji mnaotufuata watu ambao watatumia vitu kama na hivi hawataweza, hawata vumilia ile mateso ambayo imeandikiwa katika kitabu cha Matayo sura ya makumi mbili na nne. Mtajisomea pale, wasikilizaji, mtuhurumie, msome pale, ile verseni ya maana sana watu wenyewe hawatashika kiasi, hawataweza vumilia ile mateso yamo ile verseni Matayo 24 verse 1 kwa ku verse 16, wanaanza vieleza bia inaleta magonjwa ya usahaulifu kusahausahau. Donche wewe unawezitia kitu hapa, unaingia huku, unarudia umekosa, kanekiia. Ile ni hasara ya sukari. Turudie kuchakula yetu ya, cha, ya, ya shamba la Eden. Wakati mu mm, alikuwa akipatia mwanadamu chakula, hakumpa sukari, hakumpa nyama, hakumpa chakula kitakachomwharibishe. Mtatusaidia, mtatusaidia sana. Hatutasoma lakini mtakisomea mkitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa makumi mbili na kenda, aseme Mungu alipatia Adamu na hao matunda wale, akawapatia mboga za shambani, hakuwapatia nyama. Na kwa wale wanaopenda kitabu ambacho kinatukataza nyama, watapasha soma mkitabu cha Waroma kumi na nne mstari wa makumi mbili na moja. Roma 14:21 pale itatuelezea jinsi si vizuri kukula nyama, tutakuwa tumeharibu hekalu ya Mungu, kwa kuwa hii verse inatuonyesha ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Nyama zinatuletea magonjwa, sasa tukisha zikula tutakuwa tunaharibu hekalu la nani? La Mungu. Inatubidi tuachane na mambo kama na hayo e, kwa tunamaliza kipen, iki kipengele cha sukari, tutaingia kipengele kya cha pili ambacho ni kiaulaji wa nyama za kila aina. Watu ambao wanazoea kula nyama sana watapata magonjwa pia, na mafuta mengi kwenye chakula watapata magonjwa mengi ikiwemo kansa, yaani kanser ubongo, watagonjwa magonjwa ya servo, watagonjwa magonjwa ya mapafu, watagonjwa magonjwa ya mfuko wa chakula, yani stomach, watagonjwa magonjwa ya figo ya mfuko wa uzazi prostate watagonjwa magonjwa mengine kama vile maini, jipu. Magonjwa mengi yanaletwa na kukula nyama, hata pia kifafa, kufa ganzi, utumbo. Mifupa inagonjwa pia kwa sababu ya nyama, uvimbe na maji kwenye viungo. Nyama inatuharibu sana, inatubidi tuachane na nyama, nitapana dawa nyuma tuingie kipengele cha mwisho kenei, tunatatia cha tupane dawa na mashauri kidogo, natumalizi kipengele cha kusema kutotumia mboga na matunda na nafaka husababisha magonjwa. Wale watu ambao hawatumii mboga legume, sombe, shuu, mamboga uchungu, lenga, ile yote ni legume, tunapasha tumii kwa sababu Mungu sasa alikuwa wapatia wanadamu chakula katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa makumi mbili na kenda mwanzo. Evenes aliwapatia na mboga pia, akawapa na matunda. Sasa kama hatutumie matunda tutapata magonjwa, kwa sababu mwili wetu itakuwa imekosewa na na vitamini zenyewe ziko mu matunda, inatubidi tutumie matunda. Turudi katika mlo wa shamba la Edeni, tujirudishe katika mlo wa mababu zetu wa zamani, kwa kuwa kitabu cha Yeremia kinasema tufuate njia za mababu zetu za zamani, tushimame kandokando ya njia tuulize mapito iliyopita. Tunauliza vitabu vinatuonesha ya kwamba zamani matunda ilikuwa inakuliwa. Utatuletea magonjwa ya macho kwa wale ambao hawatatumia nafaka sereal, nafaka, ngano, ulezi, mtama, soja, venye hawatatumia vile na hawatatumia mboga na matunda, watakuwa wanapata magonjwa ya macho. Watoto ambao wanatatizwa na macho, muangalie kama wanatumia hivi. Wakishavitumia mzuri, watakuwa wanafukuza magonjwa ya macho. Watapata pia magonjwa ya uti wa mgongo ambayo tuliita ni colonne vertebrale kwa Wafransa. Watapata magonjwa ya kukosa subira, hawatakuwa na uvumilivu, kwa sababu mwili inatembea na jinsi unavyoitumikisha. Ukikula vizuri, utakuwa mzuri; ukikula vibaya, utaharibika. Nnajiaribu na wewe mwenyewe, inatubidi tuifunze kiasi, watengenezaji mnaotufuata. Inaleta magonjwa ya usahaulifu, usahausahau, magonjwa ya udhaifu, uvivu, kila sawenjo akuzikua hivyo akuzigunja. Mungu hakuumba mwanadamu vile. Inaleta magonjwa ya vurugu, uchokozi, kuprovoke mengine. Inaleta magonjwa ya mifupa, inaleta magonjwa ya udhaifu wa damu na kukosa subira. Hey, ile yote ni magonjwa ambayo inaletwa na hii kutotumia mboga na nafaka na matunda. Tunataka wapatie dawa ambayo itawasaidia kwa magonjwa fulani fulani, alafu tumalize. Wasikilizaji mnaotusikia mtufuate vizuri, kwa kuwa tunaharakisha. Hii ni tiba ambayo itakwenda kuwasaidia kwa magonjwa ya kichwa, magonjwa ya mfuko wa chakula, yani estoma itawasaidia kumagonjwa magonjwa ya stoma, itawasaidia kumagonjwa ya mgongo, ita itawasaidia kumagonjwa ya kibofu cha mkojo, itawasaidia ku magonjwa ya donke ya udhaifu wa pare rine donke, itawasaidia pale kutunza, itawasaidia ku magonjwa ya utumbo itawasaidia kwa magonjwa ya kukosa haja kubwa na ndogo, kukosa grand besoin na petit besoin. Unasikia, unakula hata unafaa de jour, na upate grand besoin bi petit besoin, ile yote itawasaidia kwa vile. Itawasaidia kumishipa, itawasaidia kumaini, itawasaidia kumapafu, itawasaidia kumoyo, itawasaidia magonjwa mengi. Kwa kuwa tunaharakisha, hatutaimaliza wasikilizaji, mtatuhurumia, tuna muda kidogo. Ni kukamata kitunguu maji kwa ambao hawazoei Kiswahili cha Tanzania ni onyo njo, Kiswahili chetu tunazoea huku. Onyo moja unakamata na limau moja, yaani citron, kwa wafransa ni citron moja. Na onyo moja unakamata na vijiko viwili vya mafuta ya tournesol. Mafuta ya tournesol ni mafuta ya mzuri sana ambayo Mungu alitupatia vitu tutaenda tuko na fafanua njoi tutaenda tuko na funuliwa vitu vizuri. Hii mafuta imekuja hapa sasa hivi. Utakuwa ukivitumia vile mara nne kwa wiki kwenye mlo wa mchana muda wa mwezi mmoja. Utakuwa unakamata onyo moya, unaikatakata hivi viringo viringo, unakamata sitro moya, unaikamulia mule ile mai yake na mbegu nazo zinaangukia mule mwa ile mai unakamata na vijiko mbili vya mafuta ya tournesol na vikula. ukishamaliza vikula unatia unatiako chakula. Kwa kweli tunataka maliza, lakini ni mashauri kidogo kwa kweli. Siku ya siku hizi zini za mwisho kwa watengenezaji wanaotusikia kizani, unajua kwamba tuko katika siku za mwisho, mjihadhari na kuharibu kiasi, kwa kuwa yule ambaye atampenda Mungu ni ule ambaye atashika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana Mungu anato, kita vitabu vinatuambia tusiharibu hekalu la Mungu. Tukises, tukijisaidia na mambo haya tukijisaidia na vitu Mungu alivyoviumba hatuta gonjwa hatutaharibu hekalu la Mungu. Mungu atusaidie kuwa wasikilizaji wema tupate kujitayarisha kurudi kwake Yesu kupitia kiasi. Ndilo mimi nikijiombea, nikiombea hata na ninyi mnaonisikia katika jina la Yesu. Linda a